Uh, sasa tumekuwa hapa Kingo Farm na video mbalimbali mbali ambazo zinahusiana na kutengeneza mabanda na vitu kama hivyo. Uh, leo nimekuja na hii video ambayo ina, nataka ni kuelekeze jinsi ambavyo utatengeneza boksi la kutagia, lakini pia ili boksi ukitengeneza utawafanya kuku wako wote wawe wanataga kwenye haya maboksi manake, mtu anaweza kawa na maboksi ya kutagia lakini kuku wake wakawa hawatagi kwenye maboksi uh, sababu uh, labda eneo aliloliweka, lakini na muundo wa banda au jinsi alivyotengeneza hili boksi. Sasa hapa sitakutajia gharama, ila nitakwambia nimetumia mbao za aina fulani kiasi gani. Kwa hiyo nisikilize kwenye hii video mpaka mwisho, ili uweze ku kupata uelewa wa namna ambavyo utatengeneza haya maboksi bandani kwako. Kwanza, haya maboksi yana maeneo mawili ya kulala kuku. Unaweza ukaona kuna hilo eneo la juu, lakini pia kuna hilo eneo la chini. Unaweza ukaweka hata maeneo matatu, maana yake hapa juu kuku bado wanao uwezo wa kulukia, yani wapo kuku ambao wanao uwezo wakaluka mpaka hapa juu. Na hili box moja ni kwa ajili ya kutaga kuku mia moja. Kwa hiyo kama una kuku elfu moja kama una kuku elfu moja basi utakuwa na maboksi kama haya hapa kumi. Na sasa hapa ninazo design mbili za maboksi, kuna hii hapa, kuna design ile pale. Lile pale ndo lilikuwa ni boksi la kwanza kabisa kulitengeneza, na baada ya hapo tukafanya maboresho, tukaja na boksi hili hapa, ambalo hili boksi ni gharama nafuu sana kwa kuku, yani ni gharama na Uh, sambamba na kwamba tumetumia gharama ndogo lakini pia tumeliongeza ubora kidogo kwa lile pale. Sasa uh, nitaanza kukuelekeza box lile pale jinsi ambavyo limetengenezwa kiasi kwamba uh, unao wewe mwenyewe uwezo ukaenda kwa fundi ukamwelekeza, bwana, mimi nataka box likae hivi hivi. Maanake changamoto kubwa ni kwamba uh, mafundi huwa tunawapelekea vitu ambavyo eh, hawavijui, yani hawana uzoefu wa ufugaji. Kwa hiyo usipomwelekeza vizuri, anaweza akatengeneza kitu ambacho ah, hakitokuwa kizuri kwako. Ah, sasa tuanze kwanza na, na budget. Kwanza kabisa tunaanza na hili box. Hili box unahitaji uwe na unahitaji uwe na plaudi moja Yeah, kama haya ambayo tumeyaweka hapa lakini pia unahitaji uwe na mbao mbao mbili ambazo hizi mbao zinakuwa na urefu wa futi kumi na mbili, lakini upana wa nane wanazitaga nane. Sijajua kama ni sentimita au ni, ni kitu gani lakini, eh, ni nane. Kuna mbao ya nane alafu kuna mbao ya kumi uh, zinatakiwa ziwe mbili, lakini pia inatakiwa uwe na vipande vya lati ambavyo vitatosha hapa. Hivi vipande ni kama unaona hapa, vipo vitatu: moja, mbili, tatu. Pia inatakiwa uwe na mbao hizi mbao za 2 by 4 ambayo ni hii hapa 2 by 4, inatakiwa ziwepo mbao tatu. Sasa urefu wa hili kutoka hapa mpaka kule ni futi sita. Ni futi sita, kwa hiyo kitu ambacho utakifanya, utaikata mbao yako katikati. Ukikata katikati utaunganisha kama hivi, unaunganisha tu kwa kutumia hichi kipande ambacho hapa tumekata vipande, tumekata urefu wa kutoka hapa mpaka hapa Aa, ni futi moja na kidogo, ili tutoe vipande vinne. Kwa hivyo vimetoka moja, mbili, tatu, nne. E, hapa hapa wanaweza wakakaa kuku hata watatu wakataga vizuri kabisa hawa kuku wa mayai, lakini kuku wa kienyeji ni mmoja atataga hapa. Na kama wewe una kuku wa kienyeji, na kushauri hizi hizi partition pa, huzikate kabisa mpaka huku juu utenganishe kabisa kama ni kuku wa kienyeji, lakini kama ni hawa kuku kwa ajili ya mayai unaiacha tu. Um, sasa uh, unaweza ukaona hizi mbao za 2 by 4. Uh, maake zina urefu wa futi kumi na mbili. Kwa hiyo futi sita imekatwa moja, imewekwa hapa hapa, lakini hivi vipande pia vimetumia mbao moja. Uh, huku nyuma unainua juu kidogo, ili uweze kutengeneza hii slope hapa ambayo unaiona. Kwa nini tunaweka slope hapa? Ili kinyesi kisikae hapa juu, na kuku anapenda sana kulala hapa kwenye hili eneo. Lakini kama utapata eneo, kwa mfano hapa hili banda, kuku hawatoweza kulala hili eneo kwa sababu linawanyima uhuru. Lakini kama hutoweka slope mwinuko kama hivi, uh, ukalaza hivi, kuku watakuwa wanalala sana hapa juu na watakuwa wanapachafua sana, na matokeo yake lazima hili banda litakuwa linatoa harufu sana, kwa sababu aa, moja ya faida ya haya matandazo hapa chini ambayo tunayaweka chini ni kufyoza kinyesi, lakini pia na kupunguza harufu. Kwa hiyo muhimu sana kulaza hivi e, kiboksi ki lako la kutagia kuku pale ambapo unakuwa umelitengeneza. Sasa tuhamie kwenye boksi la upande wa pili hili ambalo nasema kwamba tumepunguza bajeti kwanza, huwezi amini, hapa tuna hizi boksi mbili, kuna hili hapa na boksi lile pale. Tumetumia mbao moja, lakini kule tulinunua e, mbao ambayo ina upana wa nane, lakini hapa tumeweka yenye kumi na mbili, na huku mbele tumeongezea na boliti moja two by two. Kwa hiyo sasa, uh, mahitaji ni kwamba hili limetumia proudi moja, unaweza ukaona hili limetumia proudi moja, lakini na lile lilitumia proudi moja. uh, na kitu kingine hili limetumia hizi mbao za two by two kwa eneo kubwa. uh, limetumia two by two mbao mbili na nusu, tumeweka hapa, tumeweka pale, tumeweka hapa, tumeweka na hapa juu kwa ndani, ukiangalia Nadhani una, unaona aa, lakini hapa saizi hatujaweka mbao, tumeweka tu hili e, plaudi. Kwa hiyo hapa tumeweka hili eneo la kuzuia mayai huko kuja huku. Kwa hiyo utagaji wa hili ni sawa kabisa na lile pale, lakini hili ni gharama ndogo zaidi kama unavyoona. Ukiwa na hii ubao wa kumi na mbili 12 e, wa kumi na mbili wa futi kumi na mbili unatosha kabisa kutengeneza maboksi mawili. Kwa hiyo ninashauri ungetumia huu e, kwa ajili ya kutengeneza kiota, lakini lile pale ni imara zaidi, kwa maana kwamba hili linaweza likaharibika hapa juu kwa sababu maeneo mengi ni plaudi. lakini lile hapa, haya maeneo lina mbao, hata uzito, hili ni zito zaidi. Hili hapa sio e, zito zaidi. Sasa a, nitarudi hapa baada ya Uh, sasa e, eneo lililobaki ni kuwaelekeza ni eneo gani unaweza ukaweka haya makaudi. Ninakukumbusha tu kwamba sisi Kingo Farm tu tunatoa elimu ya ufugaji, namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku, namna ambavyo utawafanya kuku wako watage vizuri, wao watagaji wazuri, lakini pia namna ambavyo utafanya uh, ufugaji wa broiler, ukawafuga kuku na ndani ya muda mfupi ukafanikiwa kuwauza. Hiyo elimu yote tunatoa kwenye makundi yetu ya WhatsApp. Tuna kundi letu ambalo unalipia shilingi elfu nane na utakaa kwenye kundi hilo kwa muda wa miezi miwili. A, pia tupo na vitabu. Tuna vitabu vitatu, tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji ambacho kinaelezea zaidi a, namna ambavyo unaweza ukawalea kuku aina ya chotara. E, kama mnavyoona hapa tunao kuku wa chotara wengi e, wale pale ambao tunaelekeza kwenye kundi, lakini pia kupitia hawa kuku tumejifunza vizuri zaidi namna na ambavyo aa, unaweza ukawalea, tumeandika kwenye kitabu cha safari ya ufugaji, lakini pia na kuku wa kienyeji cha kitabu cha kufaa pia. Kwenye kitabu hiki kitakusaidia kuweza kupunguza bajeti, kubana bajeti kwa kuku wako ili uweze kutumia gharama ndogo sana kama vile kuchanganya chakula. Hiki kitabu kinauzwa shilingi 10,000 tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Tunacho tunachocha ufugaji wa broiler kina maelekezo vizuri kabisa ya namna ambavyo unaweza ukafuga kuku aina ya broiler, na hapa shambani kwetu tunawafuga banda lile pale, mle ndani kuna broiler, limeazia pale limeishia kule, lile ni kwa ajili ya broiler. Kwa hiyo broiler tunawajua vizuri sana, kuna booster za asili tumeelekeza kwenye e, hicho kitabu cha ufugaji wa broiler kinauza shilingi elfu kumi. Aa, na pia unaweza ukaona kwamba kwa wale kwa kama unafuga kuku wa kienyeji unafuga kuchotala tunakushauri zaidi uchukue safari ya ufugaji lakini kama unafuga broiler utachukua ufugaji wa broiler lakini tunacho kitabu cha tatu ambacho ni e, tiba za asili sisi hapa shambani kwetu tunatumia tiba za asili kwa asilimia zaidi ya tisini na nane na kuku wetu wanaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona ukajifuza e, namna ambavyo utawatibia kuku wako. Mle kuna maelekezo namna ya kutengeneza dawa na namna gani utawatibu, lakini pia e, namna ya kutibu magonjwa mbalimbali kama vile kideli kwa kudiosisi, e, kuna ndui. Magonjwa ni mengi, namna ambavyo unaweza ukatibu kuku wako tumeelekeza kwenye hiki kitabu cha tiba za asili, kinauzwa elfu kumi. E, vitabu vyote vipo katika mfumo wa soft tunakutumia WhatsApp au kwenye email. A, tukija kwenye eneo la pili sehemu sahihi ambayo unaweza ukaweka viota. Hivi viota unaweza ukaweka eneo lolote lile, lakini kuku akawa hapendi kutaga. Kwa kawaida kuku anapenda kutaga sehemu ambayo imejificha. Mfano mzuri umeona mkao wa haya, haya, haya, haya maboxi yote kuna hili hapa, kuna lile pale, kuna lile pale, lakini sehemu ambayo imejificha hapa unaweza ukaona ni eneo hili hapa. Hili hapa hili eneo ndio limejificha na kuku wanapenda sana kutaga. Aa, kikubwa ni kwamba hawa kuku wameshataga asubuhi. Kuku kwa kawaida anatakiwa watage sana muda wa asubuhi. Ifikia mida ya saa tatu saa tano uwe umeokota mayai kwa zaidi ya asilimia 95, lakini ukiona kuku wako wanataga sana mchana ujue kuna shida. Kwa hiyo ili eneo hili pengine tunaweza tukaliona hata yai hapa. Mbona huyu kuku ametoka kutaga yai hili? Saizi ni saa nane, kwa hiyo mchana hawatagi, ila nimeliona yai moja. Hii hapa ndio kuku anapenda sana kutaga. Kwa hiyo hii ina maana gani? Ina maana viota vyako ukiviweka lazima uweke eneo la kufichama. Kwa mfano sasa hivi tumeweka hivi, hili eneo lazima watapenda kutaga, kwa sababu pia limefichama. Uh, kwa mfano huku kuna poli, kwa hiyo boksi zangu hizi ni vizuri zikatazama huku kwa sababu huku hakuna mzunguko wa watu. Kwa hiyo kuku watapenda kutaga maeneo yote, litazame upande ambao sio watu wengi wanapita. Ndio maana hili boksi tuliliweka huku kwa sababu huku hakuna movement. Kwa hiyo hili boksi jingine tutakwenda tutaliweka upande ule kule, na hili boksi jingine tutaliweka hapa katikati au tutaliweka upande huu huku, litakuwa linaangalia huku chini hivyo mabox yetu, kuku watakuwa wapendi kutaga, lakini sio kama hili box lilivyokaa linaangalia huku ambako kuna movement kwa wingi. Kwa hiyo huku a, sio rahisi kuku kuweza kutaga hapa. Kwa hiyo hivyo ndivyo eneo sahihi ambalo utaweka box ili uweze kupata mayai mengi. Asanteni na kwa elini, namba yetu ya simu hiyo hapo, unaweza ukatupigia.